Maduka ya wafanyabiashara ambayo yapatayo zaidi ya sita yaliweza kuteketea kwa moto, na leo asubuhi baadhi ya viongozi wamefika katika eneo hili na kuweza kukagua namna hasara iliyopatikana, lakini pia tunaye mdau mmojawapo wa maendeleo hapa wilayani Handeni ambaye pia ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kivesa, na hapa analizungumzia tukio hili. Kiukweli, tumepokea tukio hili kwa msikitiko mkubwa, kwa sababu ni tukio limetokea katika usiku wa manane, kwa maana ni saa sita usiku, nyakati ambazo watu wengi wameweza kupumzika kwa, kio, kwa hiyo tukakosa nguvu kubwa ya kuweza kusaidia namna ya uzimaji wa moto huu, badala yake tukawa tunawatumia wadau wetu wa ndani ambao wana tuka maji, tukafanikiwa kupata maboza yakaleta maji kuweza kuzima, tukisaidiana na baadhi ya askari ambao ni askari wa zimamoto, lakini hawana nyenzo kwa sababu nyenzo wamekosa muda mrefu takriban miaka zaidi 20 sasa, hatuna gari la zimamoto katika wilaya yetu ya Handeni, na hiki ni kilio kikubwa sana mheshimiwa rais aendelee kukiona kwa umuhimu mkubwa, sababu Handeni ni wilaya kubwa ambayo ina majimbo mawili, ina wananchi chungu nzima ambao wanahitaji huduma za kimaendeleo. Hususan katika swala zima ambalo anatakiwa endelee kutusaidia ni swala kuwa na zimamoto, kwa sababu nguvu kazi kubwa inapotea kulingana na majanga haya moto, na hili ni tukio zaidi ya saba mpaka sasa. Kwa hiyo bado tunaendelea kusikitika na tunahuzunika sana, kwa sababu mali iliyopotea hapa hakuna mtu anaweza kurudisha. Watu wamehangaika sana, na ninachoamini hata serikali haiwezi ikalipa vyote hivi ambavyo vimeharibika vime hapa, badala yake huyu mwananchi atakuwa ni miongoni mwa wananchi wanaoteseka mpaka kurudisha ile hali ya kawaida ya kiutu na kiwanadamu. Asante ndugu mtazamaji wa ITV, hapa tunazungumza na mmoja kati ya waathirika wa changamoto hii na hapa anaelezea hasara walioipata kwa sasa. Karibu ndugu yangu na pole kwa janga lililokukuta. Asante. Hasara ni kubwa sana kama nilivyokwisha kuelekeza na tathmini yake mpaka sasa hivi bado hatuja tathmini, ila kwa kweli naiomba serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan ipate kututazama kwa jicho lake la tatu, e, yani kulingana na changamoto tulizokuwa nazo. Kwanza wilaya yetu haina gari ya zimamoto. Kwa kweli athari ni nyingi, ndani ya mwaka mmoja tushapoteza maduka, kuna wenzetu ikiwemo mimi pia. Hii ni mara ya pili tushaathirika, si chini ya maduka manne matano. Mimi nimeanza kulinda hapa tangia mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Moto huu ulipoanzia ulianza kwenye, te, kwenye mita, ilianza kupiga cheche kali. Mimi ndio nkaangalia kwamba pale vipi, kuangalia pale, nikaona zile cheche zimekata. Baada ya kukata zile cheche, nikashtukia nika moshi unatoka ndani na mimi kwa kuelewa wazi kabisa kwamba kuna mtu analala humu ndani, ikabidi nianze kupambana na geti kwanza la pale. Kila nikipiga geti, yule jamaa anashindwa kutoka, ananiambia mimi, nashindwa kufungua, vunja geti. Na mimi kicha kuvunjia geti sina kwa bahati nzuri, baada ya kupambana na lile geti, likaachia kipete cha chini, ikabidi tulivute, tulivunje lile geti, na mwenzangu mmoja anaitwa Kabunda, tulivyo livunja lile geti, ndio bwana akatoka akaangukia pale kwenye roba ile ya takataka. Alivyoanguka pale, mimi nikaenda nikamwangalia, nakuta tu anashingisha shingo, nikaona huyo mzima huyo, namulika tochi kule ndani kama kuna masalia tunaweza tukatoa. Kwa kweli moto ulikuwa umepamba kiasi kikubwa sana. Ni kweli jana majira ya saa 6 kama dakika 25 usiku tulipokea taarifa ya tukio la moto wa nyumba ambayo ina makazi lakini kuna fremu za biashara, na pale kuna jumla ya takriban fremu tano lakini biashara zinazofanyika ni za aina tatu. Kuna biashara ya duka la vyombo, kuna biashara ya duka za la spea, lakini kwa upande mwingine kuna biashara ya duka la nguo hadi mpaka sasa. Kuhusu upande wa mtambo, kwa maana ya gari ya zimamoto, muda si mrefu nadhani bila shaka ndani ya siku chache zijazo si tunaweza kupata gari ambayo Kuweza kutatua kabisa changamoto hii. Kwa... hii ndiyo hali halisi hapa wilayani Handeni ambapo kwa sasa majanga ya moto yamekuwa yakitembelea mara kwa mara kwa wafanyabiashara hawa, na hali iliyopelekea sasa kumwomba Mheshimiwa Rais pengine kuhakikisha kwamba wilaya Handeni wanapata gari la zima moto ili wafanyabiashara hawa wasiendelee kupata ajali za mara kwa mara ambazo pia zinawasababishia hasara kubwa.